Sasa mmea ambao nina usemea ni huu hapa. Huu unaitwa mnyonyo. Kama umeshawahi kusikia mmea unaitwa mnyonyo au mafuta ya mnyonyo, basi huwa yana yanatokana na huu mmea ambao unauona hapa mbele. Unakuaga na, na mbegu fulani hivi hizi hapa. Ngoja nichume nikuonyeshe nitafute mbegu ambazo zinapatikana na huu mmea mafuta ya mnyonyo yanapatikana hata supermarket ukienda kuulizia mafuta ya mnyonyo yanapatikana huu hapa kwa kiingereza huu mmea kama sijakosea unaitwa castor castor plant e, kitu kama hicho hapo umeona mbegu zake ni hizi hapa hii hapa sasa huu mmea hii mbegu yake ina faida lakini pia na haya majani yake yana faida kubwa sana kwenye ufugaji. Leo nitakwambia faida kama tatu nne hivi za mbegu pamoja na haya majani, nikianza kabisa na hii mbegu. Hii mbegu uh, ukiibandua hivi, nikitoa kwa mfano, ni nionyeshe mfano wa hii mbegu moja, hii hapa, ngoja ni unapata kimbegu fulani hivi hiki hapa hizi mbegu, kama hamjui, ni vilainishi yani, ni kitu huwa inatengenezwa hayo mafuta kitaalam kabisa, hii hapa na, ili ni ganda lake, ngoja nionekane vizuri, hili hapa ni ganda, lakini ukitoa hili ganda unakutana na hii nyeupe kabisa hii hapa, hasa hii hapa huwa inatoa mafuta, ni kama vile karanga fulani hivi, ukichuja kitaalam kabisa, unapata mafuta. Sasa haya mafuta yake haya uh, ndio wanaita mafuta ya mnyonyo. Haya hapa yana kazi mojawapo, kwanza, huwa yanatibu vidonda vya kuku Kidonda cha kuku ni ngumu sana kupona. Kwa mfano, vile vidonda ambavyo labda amejikata na bati shingoni, au sehemu yoyote, au wale majogoo wamempanda, wamemchubua humu kwenye humu kwenye kiuno, wakipanda waga wanachubuaga vile vidonda vile ukipaka haya mafuta vinapona vizuri kabisa. Unajua ngozi ya kuku ni ngumu sana kupona. Mara nyingi sana akipata kidonda unakuta labda kinaanza eh, kuoza kwa hiyo, uh, ukitumia haya mafuta ambayo ninayasema, hata mwenyewe unaweza ukayaandaa, eh, kama umepata mbegu kama hii hapa ninayosemea hii hapa, unaweza eh, ukaandaa hayo mafuta kwa kutumia kwa kuchukua hizi mbegu hizi hapa, unaweza ukaziponda ponda hata kwenye kinu au kwenye brenda, ukawa nayo unakuwa unapaka. Hii inaponya hata vidonda, hata wewe mwenyewe ukiumia vidonda, kinawahi kupona vizuri kabisa. Au wale kuku ambao wanakuaga wanavimbaga miguu, unakutaga kwenye miguu kama vile kuna nundu fulani hivi zime, zimeota. Kwa hiyo uh, unaweza ukatumia hii dawa hii, haya mafuta, unapasua. Ukipasua unaminya, unahakikisha usaha umetoka unapaka huu mnyonyo inapona vizuri kabisa. Lakini eh, hii mbegu kwanza, tahadhari, hii mbegu, haya mafuta ukiandaa kienyeji yana sumu. Kwa hiyo kama yataandaliwa kitaalamu na sumu ikaondolewa, sumu ikaondolewa. Hii sumu unaweza ukaiondoa pia kwa kuyachemsha sana. Aa, kama vile ambavyo unachemshaga labda e, nazi ili kupata yale mafuta ya nazi. Ukifanya hivyo unaweza ukampa kuku matone mawili au moja kisha Uh, yakafanyika kama busta, yakawa yanarahisisha mmeng'enyo wa chakula kwa kuku eh, kwa kuku. Umeona kuyu ndio faida ya hii mbegu lakini, haya majani haya majani sasa kuyaandaa, uh, usia blend blend, hii ni sumu, haya yanachemshwa unayachemsha kwenye maji kwa mfano unaweza ukachukua majani yako kama haya kama matano au saba ukayachemsha kwa kutumia maji e, lita kumi ukisha yachemsha, kisha e, unachemsha kwenye maji lita moja kisha unachanganyia yale maji kwenye maji lita kumi. Haya majani yanatibu vizuri kabisa minyoo, kama kuku wako wanaumwa minyoo. Uh, haya majani yanatibu vizuri sana. Wana, wanapona minyoo vizuri sana lakini, pia kuna ugonjwa fulani hivi unaitwa eh, waterbell waterbell. Una, unasumbua sana Uh, kuku kama ujui vizuri kuku, hii sehemu ya chakula wanakuwa wamevimba, ukigusa hivi unakuta kama vile pana maji maji au chakula kimeganda, au chini ya tumbo pale unakuta hapa amevimba. Ukiangalia vizuri ni panakuwa ni kama vile peusi hivi. Ule ugonjwa unaitwa wotabeli. Ule ugonjwa uh, huwa tunatumia sindano bomba, lile la sindano hii, sindano hii unanyonya zile yale maji unayapunguza kisha unawapa huu mchanganyo ambao nimekuambia hapa, basi wako watapona vizuri kabisa hiyo otabel kwahiyo ni tiba nzuri sana kwenye huo ugonjwa ambao nauzungumzia hapo na hii uzuri wake inapandika kabisa uh, kingo farm pia tunatoa elimu ya ufugaji unajiunga na kundi letu la whatsapp ambalo ada yake ni shilingi elfu nane ukilipia hii ada ya shilingi elfu nane utakaa kwenye kundi kwa muda wa miezi miwili hapa tunaelekeza namna ya kuwalea e, vifaranga toka wakiwa wadogo mpaka unawaingiza E, sokoni, lakini pia kama una maswali unaweza ukauliza kupitia hili e, kundi. Lakini pia tunavyo vitabu hivi ambavyo unaviona hapa, tuna vitabu takriban vitano hivi vitabu bwana e, sisi pia KingoFarm tunafuga hapa shambani, kwa hiyo tumeviandika A, kutokana na namna ambavyo hum kuna kanuni bora za kuwachanganyia chakula kuku ili wawe wanene, ili waweze kutaga. Lakini uh, pia kwenye hivi vitabu vyetu ndani utapata mwongozo sahihi wa kuwalea eh, kuku, kutengeneza tiba za asili, namna ambavyo unaweza ukatengeneza tiba za asili kwa ajili ya kuwapatia kuku wako kutibia magonjwa mbalimbali, ambayo hata kama hayatibiki, uh, basi um tumeandika uh, michanganyo sahihi ambayo utachanganya we mwenyewe hapo ulipo, poulipo ili uweze tibia hao kuku ada. Eh, gharama ya hivi vitabu ni shilingi elfu kumi kitabu kimoja. Aa, kama huelewi ni kitabu gani sahihi kinakufaa, basi ukitupigia simu, utatuambia tu wewe unafuga ukuku aina gani na una tatizo eneo gani, basi sisi tutakupa kitabu sahihi ambacho inatakiwa ukitumie kwa ajili ya kuku wako, au vitabu sahihi ambavyo inatakiwa uvitumie kwa ajili ya kuku wako ambavyo vitaleta manufaa kwa kwako. Asanteni na kwaherini.